nimekuwa nikijiuliza tu kwamba ma, ma, ma, ma, ma, ma, Manara kakosea nini na Karia na, na, na kazungumza nini kuhusiana na mpira wetu yani? huwa najiuliza Manara kwenye maoni yake ambaye ana haki ya kutoa maoni kwa mjibu wa katiba yetu wa nchi, ya nchi ibara ya kumi na nane, najiuliza kakosea nini? Kukosoa uongozi wa mtu fulani kakosea nini? Hiyo moja Kukosoa uongozi wa taasisi yoyote, shirikisho lolote hmm. uh, chama cha soka cha riadha cha basketball chochote kile, wakili waki, wakili msomi hmm. Ho, hoja yangu mimi sikuzungumza kama kakosea ama hajakosea. Hoja yangu hmm. nataka nifahamu, je, kuna kamati ambayo inaweza kadili na mtu mmoja mmoja, hata asiwe Manara, ina ipo kamati yeye sio kiongozi. Chombo chochote kikithibitisha kimechafuliwa, taasisi yoyote, hata mimi kampuni yangu ya Haki Kwanza Advocates, nikiona mtu kaichafua au kanichafua mimi mwenyewe, naweza kuchukua hatua. Lakini ndani ya TFF kamati zilizopo zinazungumzia uendeshaji wa mpira tu, ngawa nao wamekuwa wakivuka mipaka wakiamua hata kudokoa kumpata hata mtu yoyote kafanya nini kafanya nini, nasema taasisi yoyote ikichafuliwa inaweza kuchukua hatua, lakini hapa Karia kama Karia, hebu atuambie yeye kama kiongozi wa soka, maoni ya Manara yamemwharibia nini? Na wale wanaomsupport Karia yamemwharibia nini? Kama imwharibia, chukue hatua, lakini achukua hatua kwa mjibu wa taratibu, asizitumie kamati za TFF mpira kama mpira pale hujazungumzwa. Karia mwenyewe hakuzungumzia wakili Aloyce. wakili Aloyce, nadhani tusizungumze zaidi kwa wale skaria, kwa, kwa sababu yeye haku, ha, ha, hakutoa taarifa hakutoa taarifa ya malalamiko hiyo. Mimi hoja yangu ya msingi kufahamu, je, kuna kamati husika husika? Hakuna kamati, hakuna kamati. Zile kamati zilizoko pale ni wanachama wa mpira ndani ya TFF. yani TFF ina wanachama wake, vilabu vya soka, vyama vya mikoa na viongozi wakiwemo kwenye hizo taasisi wawepo kwenye mpira moja kwa moja, wawe ni viongozi. hakuna na... uh. Lakini kingine nachokuambia, mm, hiyo si tunazungumza sheria? Mm, wanasema sheria na utendaji au sheria na utekelezaji, there is law and practice. Yani kanuni zipo hivi, sheria zipo hivi, mipaka ya kamati ipo hivi, lakini kwenye utendaji na utekelezaji kuna wakati mwingine wanafanya vitu nje ya kanuni zao. Umenielewa? Sasa eh, hoja iko hivi. Uh, unapozungumza kwamba hakuna kamati ambayo inaweza kadili, pia na, na, na, na huyu mwanachama ama shabiki hauonekana hauonekana kwa... hmm. sio mwanachama mwanachama mdau yoyote wa soka ukiingia kwenye anga zile za soka utashughulikiwa na, na, na, na, msiniulize swali kwa sababu nataka lielekezwe kwenye hoja mlioiweka, twende na, na mawazo ya upana, tujifunze vilevile sawa, twende yeah. mm. E, yani hata mimi nilipokuwa mwandishi wa habari nilikuwa natengeneza maswali kwa sababu nataka engo yangu fulani ya story, au nilipokuwa kama mhadhiri namwambie ripota wangu, please hakikisha umepata, hii ndio engo yetu. <laughs> Eh, hey, twende, umelewa. Kwa hiyo najua hapo engo ya Wapo Radio na mjadala wa leo ni nini, najua lakini uh -huh. Nachotenda uh -huh. Hebu tujielimishe vile vile, hivi hatuna uhuru wa kuzungumzia viongozi wa soka utendaji wao? Hatuna uhuru wa kuzungumzia matukio yaliyotokea? na na haya mazungumzo yanaweza yakaongeza hata mihemko, mtu akazungumza sana then watu wazibwe mdomo kwa sababu amezungumzwa rais wa taasisi fulani katika kiwango ambacho hapana, kuwe na kamati ya kumshughulikia. Hakuna hivyo vitu bwana, mm. Tunachosema pale TFF kuna kamati ya maadili, maadili inazungumza maadili ya nani ya wanachama wake. Ina kamati ya haki siyo na nini na nini mm. Ina kamati ya rufaa eh, ya, ya, ya uchaguzi ambayo mimi niliwahi kuongoza na kamati ya rufaa ya, ya, rufaa, ya uchaguzi ambayo mimi niliwahi kuongoza lakini ukiwa pale TFF vile vile kuna maelekezo ya kiongozi mkuu wa TFF yani, wewe upo kwenye kamati hivi, wakati wanaweza kusema ah, hebu nichunguzieni na hiki, nyinyi mamlaka yenu ni haya, lakini ah, kuna ile tukio hapana, yani anaweza leo kiongozi au rais wa TFF akasema a, ah, hebu hata haya matamshi aliyozungumza eh, Haji Manara, hebu yafanyeni uchunguzi. Hayawezi kuingia kwenye kwenye, kwenye kuweza ku kumuita huyu mtu Yalikuwepo yalikuwa wakati ukiwa mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi. Hey, ndio ndio, hey. Rais alikuwa rais alikuwa nani vile, nisikilize. Ndio kwa maana juzi juzi tulisema tunailaimu sana bodi ya ligi, nikamwambia tukio lile la la mechi ya Yanga na Simba kuahirishwa ni tukio kubwa ambalo maamuzi yake yanaizidi bodi ya ligi, na normal sana naambiwa rais Aloyce Komba Naam. Hivi ulikuwa chini ya utawala wa Jamali Malinzi? mimi nimekuwa chini ya utawala wa Jamali Malinzi uh -huh. uh, wakati huo tukiwa na huyo Wallace Karia, kama makamu wake tukiwa uh -huh. yaani, tukiwa na Wallace Karia kwenye kamati yao utendaji uh -huh. na kama alikuwa anafanya maamuzi, kwa hiyo ulikuwa ukipewa shinikizo bwana, nichunguze na hili unaambiwa wewe kamati yako isinadili na swala hili. mm. inadili na maswala haya. mm. kuna matukio lingine la kisoka linaloendana hili, hebu lichunguzeni nalo lifanyeni kazi. kuna kosa hapo? Eh, hapana kosa ndio, kwani hata, hata, hata mahakama ikiwa na kesi inahusiana na jinai, lakini humohumo yakatokeza mambo ya kazi Mm. Mbona ile mahakama inasimamisha inasema, hebu hebu hii swala kwenye jinai tulioni nadhani na mm. ni mgogoro wa ajira. Sasa tuende kwenye hoja ya msingi ambayo mimi nahitaji kuhusiana eh. na, na, na, na mfano mimi mdau wa soka ukiondoa kwenye neno kwenye, kwenye hili la habari kama mwandishi eh, ama eh. mfano yeyote eh, mdau wa soka ambaye mfano kama Manara ni mwanachama ama ukawa wewe pia ni, ni, ni mwanachama au mashabiki Je, je Aku, hakuna nuk, hakuna chombo ambacho kwenye yani TFF, kwenye TFF ambacho kinaweza kikadili ka, ka, moja kwa moja kwenye eneo hili ama inapaswa mtu yani kwamba ashughulikiwe kwenye taratibu za za kiserikali. Nasema mm. mambo ya soka utajiri na soka na mchezo utajiri na soka, lakini kuna mm. mambo yakiwa ya kiwa nje yakagusa mm. kabisa uh, maisha ya mtu tunaenda nje ya soka. Sawa, iko hivi. Sawa, sa sa mm. kuna, kuna watu wanatafakari kwamba mm. kwamba Karia akuzungumzia mpira ajikashifu, watu wanaanza mm -hmm. kujifungulia mashtaka nje yaa soka, wakaenda kwenye civil court, mfano uko mfano, okay. hivi Haji, ewe. Manara amezungumza, ingawa hajakosea kwa mtazamo wako wewe, ama amekosea? Je, kama imebainika amekosea? Ni chombo gani ambacho kinaweza kadili na, na Haji Manara kwenye TFF kufaidika? Yule ambaye anaona yani anaona matamshi ya Haji Manara yame yamemgusa yame atafute atafute forum, atafute forum. Sio tu TFF atafute forum kwa mfano kama huyu ni kiongozi wa, wa, wa, wa TFF. hmm. aende mule ndani ya kamati, ya TFF, achunguze, acheze na kamati zake kuona kama zinaweza zikamsaidia hilo. Eh, lakini siwezi kukuambia kamati gani. Lakini kamati ipo. Siwezi. Lakini ipo. Nini kamati gani? Inaweza kadiri na hilo. Kuna na, na na mtu ambaye yupo nje ya soka. Eh, ambaye amekosea naye ameuzungumzia am, am, ame vibaya mpira. Eh, kama ameuzungumzia vibaya mpira ameuzungumzia vibaya mpira. Ama amemzua ama amemzungumzia ame mzung, ame kiongozi wa wa, wa soka. Amemzungumzia kiongozi wa soka vibaya aua vbayakjiee Hey, hey, hey, hey. E, lakini mwisho wa siku mm. haki za asili zitumike sawa, yani haki za asili ni kwamba anayetuhumu asiwe huyo, ndiye atakuwa jaji anayetuhumu anayetuhumu mm. Yule anayetuhumu asiwe huyo, ndiyo aliyeziunda hizo kamati na huyo anaweza katoa maelekezo. Ndio matatizo tulionayo mm. Yaani principle of your natural justice zinakosekana mm. Wewe unayemtuhumu we, we, ndio umehusika hata kuzitewe hizo kamati na kuzitengeneza kanuni. Hizo kanuni hazina uhuru mm. Na hizo kamati au hiyo kamati haina uhuru Nikwambie kitu kwani, kwani inazuia hata kama kamati haipo, lakini hiyo hiyo hiyo taasisi ikaiunda kamati fulani kwa muda, ila mamlaka si, kwani kamati ya utendaji inasema tuna hii kamati, wewe tusengeneze kamati nyingine ya kujiri na nidhamu za namna hii. Lakini always tunasema, je, yes, zinaendana na kanuni za FIFA wanatakiwa, kama ambavyo mpaka leo TFF hivyo haijaunda ile mahakama inayolingana na kazi ndani ya TFF mpaka leo hawajaunda yani wanatakiwa wawe na vivi na, na, na judicial board kama ile ya kasi, ndani ya association mpaka leo haijaundwa. Kwa nini? Enzi za za, za, za za Mzetenga aliyekuwa makini sana, kwanza kamati zote pale mpaka zilikuwa zinaongozwa na majaji wastaafu wa, wa mahakama kuu. Alipokuja Bwana Jambali Malinzi akavuruga, wamekuja wengine ndio wameendana na mambo yale yale kuto kuzitengeneza kamati vizuri. umeelewa? mm. Kama ambavyo uongozi wa sasa hivi ukasema, ah, bwana makamu wawili wakuteuliwa? Hapana. Wakupigiwa kura? Hapana, wataleta shida, ndio utaleta mambo ya Wambura kesi na wengine na wengine. Bwana mkubwa na kamati yake akasema rais atateua makamu wake tena mmoja tu. Kwa hiyo unateua mtu wako ambaye hawezi kupinga na ambaye utaenda naye unavyotaka, ndio hapo unamwona afumani ya mlani yupo, yupo hata asikiki yeye, yeah, ana shida gani? Makamu yupo pale, tena mheshimiwa mheshimiwa mkubwa sana mwanasheria mkubwa kama mimi e, alikuwa ta hakimu lakini kwa sababu hiyo hizo mm. ni siasa za soka, zipo mpaka FIFA okay. e, zipo mo, yani zipo taasisi za mpira na, na, na, na zinatengenezwa kuanzia FIFA kafu yani mwisho wa siku ndio ilivyo e. mm. Sawa, shukrani. Zipo lingine tufanye mjadala. Mimi nilikuwa kwenye kamati hizo zina uhuru uh-huh zina uhuru wa kutosha huo mjadala tuutengeneze siku moja kwa hiyo zina uhuru ama hazina uhuru kumbuka Aloyce Komba case alipojiuzuru wakati wa uchaguzi wa yanga na yanga wakitaka manji lazima awe rais wao, rais wao na asihojiwe wala CV yake isiende kwenye kamati ya uchaguzi then mwanaume mmoja mwanasheria anaitwa Aloyce Komba alipoona hivyo alijiuzuru hazina uh -huh. baada kujiuzuru uhuru, hazina uhuru, uhuru. Hazina uhuru. Yaani na ya maana ya huyo Rais Komba alimuuliza hata rais wa hicho chama, hii ni sahihi kwani Manja alingali na wagombea wengine eh, hey, kwa hiyo kwa hiyo uh, uh, rais wa TFF wa kipindi hicho akatoa maagizo. Hapo ndio kipindi hicho nasema rais wa association ana powers kubwa sana, ina maana sana alikuwa alikuwa maagizo hata tulienaye ana powers Ma, ona matamshi ya juzi yanaonyesha kabisa, bodi ya ligi kumbe ipo sawa na iwezi hata kujiuzuru. Asante sana, tutajadili siku nyingine mada kama hii <laughs> usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.